Mimi ngoja niende kazini mwanangu, umesikia. Alafu nikute hichi kiwanja kiwe safi, umesikia wewe? Fanya aafu. Mama kwa kwanini mwanao unamfundisha tabia mbovu hivyo ewe? Hey, hey. Unanifundisha kazi au unanifundisha malezi? Malezi eti Ndio, dada simu aliyokupa namna gani? Kusema leo ni basi. Yaani wewe, wewe. Na simu, simu na simu simu na wewe. Simu yangu inakuhusu nini? Hata kama dada. Yaani hiyo simu ndio inakufanya usifanye kazi. Simu inakufanya nisifanye kazi, nilishikilia mikono na nilishikilia hiyo miguu. Hivi sisi tunapotuona hapo tunafanya kazi unatuona kama zezeta eh? Sijasema hii ni zezeta, lakini mimi masuala ya kazi yanihusu. Kuna kazi zinanisubiri kwa mabaya au

Una sasa hapo kaka. Hebu mwambie huyu kwa nini anatufanyia hivyo? Mimi mpaka nishachoka ndani. Nimechoka. Ni tu sasa sasa sasa hivi. hivi kwa yeye mama. Sasa hivi.

Fanya chapo we mshamba Toa Jamani Jamani Jamani jamani jamani sada Sada Sada Sada yangu fanya chapo we mshamba yangu jamani Jamani mwenye, hakuna hata msaada kunisaidia mimi jamani, mimi smartphone yangu. Bora tu angebeba vitu vingi smartphone yangu mimi. Jamani mimi. Jamani msa... Jamani baada angechukua vitu vingi smartphone yangu. Jamani mimi smartphone yangu. Jamani smartphone yangu.

Unatamani sana hata mchomba wa rafiki yako, mshamba! Sikiliza, sikiliza wewe! Kitobo, ulikuwa wapi, mshamba?

We, mshamba, shida nini? Niongeze na mimi nini? Achana na mimi we fara. Ni dah, kaka ingine bana. Au kwani nimepita mdweni ka namwangele? Sikutakuwa naongea tu, ila ni kama vyo waliniona, ila kiukweli, ah, imetokea sana kumpenda, sijui anapokaa simjui jina, lakini mwita napinywanikavye nimekusaanae, dah, sitampata wapi, ila mm. siku moja au niende nyumbani, afu nikaangalie pale ambapo nilikutembea kwanza na mwenzake nesi, naweza nikampata, ila ila

ana na mawazo sana. Shidae mawazo yangu yanakuhusu nini? au yanakusaidia nini? au yana faida gani kwako? masala yangu ya kiki yanakuhusu nini? ameniparamia kama ameniparamia, utaenda kumuuliza shida nini? au ndo kunifuatafuata tu? Usinisumbue saa Sie, naomba jina la mdogo wako. Hi hivi, mbona unapenda sana kunipanda kichwa? Jana nimefika chakula kibichi, siku nikawakausha tu, nimeenda huko, nimerudi, nimekuta chakula ndani. Eh, wewe, kazi ya kupika ni ya nani? Si ni ya kwako na huyo boi wako huyo huyo. Huyo mme wako si ndo kazi yenu kupika? Yaani kaka, huyu chakula kimo ndani na atashinda njaa. Yaani yani, hata mama akija huyo. Yaani mama atakapokuja, nitakata na nitamshinda chakula amekula lakini yani, mimi sijapendezana kabisa na maneno maneno yake. Mama anakuja anajifanya mpole, anatupenda lakini kumbe, ah, mm. Jamani, nimetoka chumba changu kaka, lakini sio hivyo. Kama wewe na na mimi mimi mimi nitaishi ndani, so sijui. Ah jamani, kaka, lazima ukiondoka nakufuata kichoki tamaa

fanya kitu chochote nikikuta mtoto wangu amjamba kisia chakula. Mtanijua mimi nani? Yaani kama wewe ambavyo sikupendi, mwanao nakela wewe, si baba yako hajakufunza na adabu umesikia? fua kuna hmm, yeah, wewe. Si Yatatokea pwani na huyo mwanao. Mimi na wewe sijui. <coughs> yani, yani. <coughs> Mungu ndiye anajua. E, voice ya wewe unataka kunipanda kichwani eti? Yaani nimeacha malage. Mchele afu chakula hamja mwachia dada yenu hivi kweli, mna akili nyie? Mnaonekana malafi nye, hizi sizi zinaonekana za ulafi. Ulafi sijui baba yenu hawajawafunza. Umemwachia yaani, wewe kama kielele bora sana kaka yako, una kielele mno wewe hmm?

Samae, naweza nikazungumza na wewe kitu kama... Kitu gani hicho? Ulitamani kitu au ulinitamani mimi? Lintamani mimik, siku zenyewe nilikutana na nilitamani kukwambia sema yani ulikuwa yani, nikawa hivo. Nabasamakiliza wewe, ulinitamani mimi au ulitamani kitu? Hapana. Hapana nini sasa? Kaka, nimetokea kupenda nitoka siku pale nilivyokuona, lakini sema ulikuwa kama vile na jaziba nilivyotaka kukuambia, lakini ulikuwa umechukia sana. Ndio maana leo nimeamua kuja hapa nikwambie tu kweli, nimeshindwa kuvumilia. Kusema kweli, mimi nakupenda sana, tafadhali usinikatalie nikatalie. Mwanzo nime nakupenda sana majali, nimeshindwa als likotembea hapana, nimeona kenya waendani wena, ndiyo maana nimekufata we hapo kwa mimi. Na vitu gani ambavyo wenyewe hawana, vingi tu ambavyo mnazidi kakangu, ndiyo maana nimekufata. Nakupenda sana, tafadhali na mbona nikubali, au sio? Upendo gani? Upendo wa nkone? Hapana kakangu, nakupenda sana, usinifanyie hivyo, au sio? Sikiliza, mi nakupatia we mchumba, sawa Mambo aku tunafuatana, maskani maskani hapa, tusije tukatiana jao. Tumeelewana? Tumeelewana. We mshamba, ondoka hapa. Hivi takutafuta mwenyewe, nitakugei answer. Tumeelewana we mshamba? Ah, sasa sema hiyo namba mb

Tumeelewana? Ni kama vile siamini mke siku oh, ulinifukia sana hata siamini kaka wangu kweli. Hmm. Ko oh, sasa naweza nikapata am muda hivi tukaonana. Tuonane tena da. Okay, sawa, mimi nitakucheki kesho muda fulani hivi. Tumeelewana? Basi sawa. Tumeelewana? Basi sawa, unijee hapo kuna kazi. Okay, sawa. Nakupenda. Sawa, sikiliza mwanangu. Hapo mchumba mimi nichoongea naye nini? Uhakika. Ma mazingira yametikia hapo kasema kesho. Emgelekezi kwamba no, nataka nikamzoom. Oh. Sawa so. Mana. mwana uh, napenda kuwashukuru sana mnaotufuatilia, bado tunaendelea, endeleeni kutuangalia, sukra. Hello guys, kwa majina naitwa Issack Kidevu, ni mtunzi wa nyimbo za Injili, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni director, natunga maigizo, nafundisha maigizo na shooti. Kwa hiyo jambo moja tu kwenu ninyi ninaomba hawa support, vijana wa wanahitaji kufika mbali, lakini pia nje ya hilo, nami pia nahitaji wadao. Kwa hiyo karibu, namba zangu bila shaka zitapita hapo chini. Ukinihitaji kwa huduma yoyote, unahitaji kushuti wimbo, unahitaji kufundishwa nyimbo, au kuna kitu unahitaji kinachohusiana na huduma ambazo nimezitaja, karibu sana, muda wowote, nipo. Nawapenda sana.